Na tazama yalikuwa mema sana. Somo katika kitabu cha a. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Nchi ilikuwa haikutengenezwa tena, tupa, giza lilikuwa limefunika viuli, na roho ya Mungu ilikuwa ikielea juu ya maji. Mungu akasema, mwanga uwe, na mwanga ukawa. Mungu akaona kuwa mwanga ni mwema. naye Mungu akatenganisha mwanga na giza. Mwanga Mungu akauita mchana na giza akaliita usiku Mwa, ikawa jioni ikawa asubuhi, ndiyo siku ya kwanza. Mungu akasema anga liwe katikati ya maji liyatenganishe maji na maji. Mungu akalifanya anga akayatenganisha maji yaliyo chini ya anga na maji yaliyo juu ya anga. Ikawa hivyo. Anga Mungu akaliita bingu. Ikawa jioni ikawa asubuhi, ndiyo siku ya pili. Mungu akasema maji yaliyopo chini ya bingu yakusanyike mahali pamoja, pakavu pakaonekana. Ikawa hivyo maji chini ya bingu yakajikusanya mahali pamoja nchi kavu ikaonekana. pa kavu Mungu akapaita nchi na kusanyiko la maji akaliita bahari, naye Mungu akaona hayo ni mema. Mungu akasema nchi isiyotesha ioteshe majani mimea yenye kuzaa mbegu na miti ya matunda yenye kutoa katika nchi matunda kwa jinsi yake nayo yenye mbegu zao ndani yake. Ikawa hivyo. Nchi ikaotesha majani, mimea yenye kuzaa mbegu kwa jinsi yake na miti yenye kutoa matunda kwa jinsi yake nayo yenye mbegu ndani yake. Naye Mungu akayaona hayo ni mema. Ikawa jioni ikawa asubuhi, ndio siku ya tatu. Mungu akasema mwanga uwe katika anga la mbingu kuitenganisha mchana na usiku, iwe alama za kujulisha nyakati, siku na miaka, tena iwe mianga katika anga la mbingu ya kuangazia nsi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili iliyo mikubwa mwanga mkubwa utawale mchana na mwanga mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota. Mianga hiyo Mungu akaiweka katika anga la bingu iangazie nchi, ipate kutawala mchana na usiku, na kutenganisha mwanga na giza. Naye Mungu akaona haya ni mema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, ndio siku ya nne. Mungu akasema, maji yajazwe na wingi wa viumbe vyenye uzima na ndege waruke juu na chini na nchi katika anga la mbingu. Mungu akaumba wanyama wakubwa wa baharini na viumbe vyote vyenye uzima vinavyotembea na kujaa majini kwa jinsi yake. Naye Mungu akaona hayo ni mema. Mungu akavibariki akisema, Zaeni, ongezekeni, mkayajaze maji ya bahari na ndege waongezeke katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, ndio siku ya tano. Mungu akasema, nchi itoe viumbe vyenye uzima vya aina zote, wanyama wa kufugwa, wanyama wenye kutambaa na wanyama wa porini kwa kila aina ikawa hivyo. Mungu akafanya wanyama wa porini wa kila aina, wanyama wa kufugwa wa kila aina, na wote wanaotambaa chini wa kila aina, naye Mungu akaona hayo ni mema. Mungu akasema tumfanye, mtu kwa mfano wetu afanane nasi, atawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa kufugwa na wanyama wa porini na wote wanaotambaa nchi kivu. Mungu aka Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mume na mke aliwaumba. Mungu akawabariki akawaambia, zaeni, ongezekeni, jaza dunia na kuikisha mwatawale mwata samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wote wanaotembea juu na chini. Mungu akasema, mimi nawapa ninyi mimea yote yenye kuzaa mbegu iliyo juu na nchi nzima na miti yote inayo, inayotoa matunda yenye mbegu; hayo yatakuwa chakula chenu na wanyama wote wa porini na ndege wote wa angani na wote wanaotembea juu ya nchi, wote walio na uzima, na wapa majani wote, yote ya mimea yawe chakula chema. Ikawa hivyo. Mungu akaona yote aliyoyafanya, na tazama, yalikuwa mema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, hiyo like ndiyo siku like ya sita. Ndivyo mbingu na nchi zilivyomalizika pamoja na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi aliyoifanya, na siku ya saba akapumzika baada ya kazi yote aliyoifanya. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Mungu. <coughs> Bwana, mtume Roho wako na ufanye upya uso wa nchi. Roho wako na ufanye upya uso wa nchi. <coughs>

shamilima toka ghorofa zako mm. Nchi imeshiba matunda ya kazi zako za uh, majani kwa ajizi ya ng'ombe na, na mimea kwa matumizi ya wanyama. Ee Mungu Mwenyezi wa milele umepanga kazi zako zote kwa namna ya ajabu. Tunakuomba ili waliokombolewa nawe wafahamu kwamba hapo mwanzo uumbaji wa ulimwengu ulikuwa mwema. Lakini bora zaidi ni Kristo Pasaka wetu kutolewa sadaka mwisho wa nyakati, anaishi na kutawala daima na milele. Amen.